Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaykum, waalaykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Rais wetu Dkt. Samia Suluhu Hassan amefanya kazi kubwa. Sisi wakina mama ni mashuhuda zaidi kwa sababu yako mambo mengi ambayo yanatugusa sisi wanawake katika shughuli mbalimbali ambazo amezifanya katika kipindi chake cha miaka minne. Kwa hiyo ndugu zangu, hatuna sababu ya kuto kumwombea ili kusudi Mwenyezi Mungu aendelee kumpa afya njema, aendelee kumpa mawazo zaidi ya kuendelea kututumikia sisi wa Tanzania. Kwa maana na sisi Umoja wa Wanawake Tanzania tukasema, kwa sababu tuna tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu, kwa nini tusimwombee dua ili Mwenyezi Mungu akaweze kusimama naye katika ushindi itakapofika mwezi Oktoba 2025. Na safari hii tunataka tuwaonyeshe, wanawake wengi ndio wapiga kura. Uongo kweli, mama zangu? Tunataka tuwaonyeshe wakina baba, huyu mwanamke ashinde kwa asilimia 99.9.